Nimekuja hapa nimejaribu kuvuta kumbukumbu ya Butinzya ilivyokuwa wakati mimi nikiwa kijana mdogo. Barabara hii mnayoiona inayotoka hapa inapita Silamila inakwenda namba tisa Katete inaenda Ushirombo. Miaka hiyo barabara hii haikuwepo. Barabara iliyokuwa inaenda Ushirombo ilikuwa unatokea pale, palikuwa maarufu panaitwa Hitege, unanyosha <coughs> na hiyo barabara Silamila unaiacha pembeni unakwenda kutokeza Mgombeo kule unakwenda Kulangwa unakwenda Ushirombo. Leo tuna barabara hii mnayoiona, na habari njema nayotaka kuambieni, barabara hii kutoka Ushirombo kwenda Katoro, mkandarasi yupo, itajengwa kwa kiwango cha lami na mama ameshatoa fedha kabla ya kazi hii. Na kazi hii aliyoifanya ni Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukaambiana pale kwenye mkutano kwamba tutakapochaguliwa ndani ya miezi mitatu, tutakapochaguliwa tutaanza kuikamilisha hii zahanati, na nataka niwaambie, Mama Samia anawapenda sana wana Butinzya, anawapenda sana wana Bukombe. Hakuna jambo la maendeleo na wilaya hii mama huyu ametunyima watu wa Bukombe maendeleo nayozungumza ningeweza kuyazungumza kuanzia asubuhi hadi jioni. Ni mabilioni ya pesa na yanaendelea ya kuja, na ndio maana mnamuona tumekuja hapa na mkurugenzi wa halmashauri yupo, tunaweza tuikamilishe hii zahanati. Sasa jambo ambalo limenifurahisha, Mheshimiwa diwani, ni hawa watu wema <coughs> zege inasukuma kwenda ndani. Wakati namuuliza diwani sijaje Ushirombo jana namuuliza watu vipi, ananiambia wanashinda pale mchanga wanasomba wenyewe na kumwagilia wanamwagilia wenyewe. Nikamwambia akaniambia a picha akanitumia picha <todak> nikamwambia kuiza hawa watu wanahitaji kuunga mkono, nitakuja na mimi niungane nao. Nimekuja nataka niwaambie, nime mmenifurahisha sana sana sana, nimefurahi <todak> endeleo nina moyo wa namna hiyo maendeleo hayaji kwa kusema, maendeleo yanakuja kwa kutenda. Mwangalie mwenzako, mwambie maendeleo yanakuja kwa kutenda. Maendeleo yoyote, asikudanganye mtu wa namna yoyote, hakuna. Maendeleo yanakuja kwa matamanio ya tu bila kutenda, maendeleo yanakuja kwa kutenda. Watu wa Butinzya mmetenda, na nataka niwaambie zahanati itakamilika kwa sababu kwa umoja wenu na Mungu yuko na ninyi, na ninyi na serikali iko na ninyi wakati wote, na Mama Samia anataka watu wa namna yenu. Sasa tuangalia jengo hili limekaa miaka saba, hii ni kazi imefanyika ndani ya mwezi mmoja umefikia hatua hii, wiki mbili. Sasa hivi tunahitaji kufunga bodi, nimemwambia kuizi bodi tutaleta, lakini wakati huo kesho kuchimba shimo la choo pale, matofali yako jan, yanakuja, tunaanza kujenga shimo la choo, tunajenga nacho. Haya mambo lazima yaende kwa pamoja. a che, kwanza, mna eneo kubwa, tunafikiri huko tunapokwenda miaka enayokuja, kwani kuna dhambi gani makao makuu ya kata kukaa na kituo chake? Kuna dhambi gani? Lazima tuanze mahali fulani. Nataka niwaambieni, watu wa Butinzya, mmenifurahisha mno.